Karibu tena katika kipindi chetu cha leo na tunaendelea na somo letu maajabu ya tendo la ndoa. Maajabu ya tendo la ndoa. Na tumeshajifunza maajabu ya tendo la ndoa kibiolojia. Na ni kuongezee kitu kwamba tendo la ndoa halikuwekwa tu kama burudani, lakini Mungu aliliweka kuonyesha mahusiano ya karibu kati ya, ya, ya, ya mume na mke ambayo yanaashiria mahusiano ya karibu kati ya Mungu na watu wake. Na ndio maana katika Biblia mume anatajwa akiwa amekuwa ni kichwa kama vile Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Na hivyo mume anatakiwa kutunza mke wake kwa viwango vya hali ya juu kama vile ambavyo Kristo alitunza kanisa. Na analitunza kanisa kwa kiwango cha yeye kuacha enzi na kutoa uhai wake kwa ajili ya kanisa. Mume ni mlinzi wa mke katika hali zote katika kiu, hali ya uchumi katika hali ya usalama, katika hali ya hisia. Mume ambaye hajali hisia za mke, huyo ni mtu mbaya, na kwa Mungu anahesabiwa dhambi maana Kristo Yesu kama mume wa kanisa alijali kanisa katika nyanja zote na hata kutoa uhai wake kwa ajili ya kanisa. Na hivyo tumejifunza maajabu ya tendo la ndoa kibiolojia, lakini tumejifunza maajabu ya tendo la ndoa uh, kisaikolojia na tukajifunza kimahusiano, na leo tunajifunza maajabu ya tendo la ndoa um, kihisia. Huwezi ukatenganisha tendo la ndoa na hisia, huwezi ukatenganisha tendo la ndoa, linaambatana na hisia, na ni muhimu kabisa kujua maajabu ya tendo la ndoa kihisia, maana mtu yeyote atakayefanya tendo la ndoa pasipo hisia zake kupelekana na wakati huo, halitakuwa na tija na maana kabisa kati ya pande zote mbili. Katika maajabu ya tendo la ndoa kihisia, kuimarisha hisia za upendo, huwezi ukawa na tendo la ndoa na mtu kama hakuna hisia za upendo kati ya pande zote mbili. Na hivyo unapokuwa na mahusiano ya kimapenzi, mahusiano ya sexual intercourse, sexual intimacy, ndipo sasa zile hisia zilizokuwa zinakuwa zina stimulated na vitu vyanzo mbalimbali mbali. Pale ni wakati wa kukuza na kuimarisha hisia za upendo. Tendo la ndoa huongeza hisia za upendo wa dhati kati ya wanandoa. Intimacy fosters a deeper emotional connection that uh, uh, strengthens love. Gary Chapman ana, anaandika anasema kwamba uh, mapenzi ya dhati yanakuza hisia uh, za ndani zaidi, mahusiano ya kihisia ya ndani zaidi yanayoimarisha upendo. Lakini jambo lingine kujisikia kuthaminiwa mke mume, unapompatia kihalali na kwa furaha tendo la ndoa mwenzako, ana, ana, ana anaona na anashuhudia kuthaminiwa. Kwa hiyo mtu anajisikia amethaminiwa, unapomfanyia mwenza wako anajisikia amethaminiwa. Si kitu rahisi kumkabidhi mtu mwingine hisia zako kimawazo na kiakili, kama tulivyosema kwamba tendo hili linahusisha akili, si viungo tu, linahusisha hisia. Kwa hivyo kile kitendo cha kujisalimisha kwa mwenzako kwa kiwango hicho Kinaonyesha kuthaminiwa na kumthamini mtu kwa kiwango kikubwa. Kushiriki katika tendo la ndoa ni njia ya kuonyesha na kupokea upendo wa mwingine, upendo wa mwenza wako, na kuona kuaminiwa na kuthaminiwa. Feeling appreciated is a natural outcome of mutual Intimacy. Na Esther Perel. Lakini inaondoa upweke, unaondoa upweke, maana ile inaimarisha connection, inaondoa upweke. Wanandoa wanaoshiriki tendo la ndoa mara kwa mara wanajisikia kuwa na uhusiano wa karibu na hivyo kuondoa hisia za upweke maana tuliona hisia za upendo na hisia za kimahusiano uh, zinazalishwa wakati huo. Kwa hiyo physical closeness reduces loneliness and fosters emotional security. Lakini inaimarisha huruma, tendo la ndoa huchochea huruma na kujali kati ya wanandoa ni ukumbuke, ninazungumza wanandoa, si mahusiano ya mvulana na msichana, watu wasiokuwa wanandoa kihalali. Maana tulianza kuangalia maana yando, ya ndoa ni nini. so compassion grows in relationship where intimacy is nurtured. kama nilivyoanza kusema kwamba unapokuta mwanamume yuko rafu kazini, yuko rafu barabarani, yuko rafu kwenye biashara, kila jatulia ana hasira kila saa, kule kwenye sosi ya furaha kumevurugwa, because there is a place where peace, love, and happiness is nurtured. Is nurtured where? It's nurtured inside the room. Kwa hiyo mume, tengeneza furaha ya mke wako na mke, tengeneza furaha ya mume wako kwa namna ambavyo Mungu amekujalia uh, lakini ongezea na haya ambayo tunayapata siku hii ya leo. Kwa hivyo rafiki yangu, kumbuka unaposhiriki jambo hili, umebeba hisia za mtu, umebeba hisia za mwenzako. Ni dhambi kunyanyasa hisia ya mume wako. Ni dhambi kunyanyasa hisia za mke wako ambaye amejisalimisha kwako, amekukabidhi akili zake, amekukabidhi mawazo yake, amekabidhi hisia zake, na amekabidhi na mwili wake mbele zako. Onyesha kuthamini, onyesha kuthamini, ili uweze kufurahia, na Mungu atakubariki sana. Karibu tena katika vipindi vingine. Mimi ni Pastor Tobolani Geoffrey, Bwana akubariki. Usikose kufuatilia katika channel hii.